Na sadaka, lakini kuvunja madhabahu nimeipata wapi? Na kuna mwingine utampata ni mtumishi wa Mungu. Ndio ananena na mimi is connected. Lakini baada ya kukufungua anakufunga zaidi lakini anakun mimi nilikuwa naona natamkiwa baraka, ninafika kwa nyumba ninakutana na asara. Bwana apewe sifa. Praise God. Unapata kila kitu kimegeuka vingine. Unavyotoa ndio shida zinakuwa nyingi. Unavyojitolea ndio mambo kako inakuwa mabaya zaidi. Bwana apewe sifa. Praise God. Shida inakuwa shida, hata kama mzee alikuwa at least ako sawa, sasa anakuwa something else. Ujaiona mahali unatoka eh, nangi kanisa. Natoka lakini anaenda kujitaja najua ngoja watanipata kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Unaingia kwa nyumba unapata mzee ametoa shati na juu ya meza. Praise God. He's on top of the table and he's jumping like a Maasai mwenye ni anataka kuwani simba. Bwana Yesu asifiwe. Unashindwa what has happened. Na kule umeambiwa nani mtapokea? Je, ndio umepokea umepata kwa nyumba? Utapokea upokee, marungu uchapwe sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe na unasema nimeokoka, ninaenda kanisa ya Roho. Bwana Yesu apewe sifa. Unapewa tumaini, lakini hakuna matumaini, utaona, utaona shida. Bwana apewe sifa. Huwa ninasema na ninasema tena, sijui kama ningelikuweko leo hii kama sima Baba uhai Maanake mahali nilitoka, It was finishing line huko tu, na kila kitu mpaka sanduku imeshawekwa, na na, na, ah, na, umeingia kwanza, leo wewe ndio utafundisha wewe ndio. Na sanduku iko wapi? Jeneza zako imesimama kwa anga. Bwana Yesu asifiwe, na anaambia wale wengine, msimwambie na, na, we ni mtumishi wa Mungu, msimwambie yo mtumishi anatoka kwa nyumba anampiga mke wake, na anakuja simame kwa madhabahu awahubirie. Mnabeba nini? analewa kichwa <laughs> <Maname, laughs> ki, macho hayaoni na kama ni kuiwezi enda venye inafanya. Unaenda unakanyaga uku unakanyaga kule. Maanake macho inaona kitu. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye ni kichwa na nyinyi ndio mko mahali pale. Bwana Yesu apewe sifa. Kichwa ni vita na nyinyi mnapokea vita kwa nyumba zenu. Bwana apewe sifa. Akiunganisha ndoa na yeye akona ukahaba, jua ya kwamba hata na nyinyi wote mlikuwa makahaba. Bwana apewe sifa. You are going to receive blessings. Praise God. God Even I have seen in in this church. Nimeona breakthrough. Rejection is over. In fact, Last year, kuna mtu alilazo dhabihu inaongea, alilazwa <laughs> akalazwa, akatoka Januari akakanyanga, amerudishwa tena. Bwana apewe sifa, amerudishwa tena. Praise God. Na tukiendelea endelea, ingine ikachipuka, tukagonga we, karibu hata mii niweke chini. Praise God venye umesikia juu asema hapa, zingine ni moto. Bwana Yesu apewe sifa, hiyo nayo ilikuwa moto na tuko tunajua, lakini akuambia dhabihu nene Ukiekelea hapa hapa kilicho siri hata kama ujui ulikuwa na kuvuta, nini unaekelea hapa malaika wanashuka na wanasema laini yenye tunaenda nayo ni hii usiku japo umejipangia tu, basi usitoe masharti, wekelea bingu inene Bwana apewe sifa, unaweza kuwa unang'oa na unang'oa jino ambalo ni yenye vinauma niko pale, nitafanya kitu kingine, lakini Bwana apewe sifa, praise God, Bwana apewe sifa, nina kike Kiti watu wako katikati. Unajua, sasa mimi na yule mtu I don't receive phone calls. Kwa hivyo wako huko wamechanganyikiwa, they don't know left and right. Bwana apewe sifa, wacha wakae hapo kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia, unaweza bebeshwa mawe. Kazi yenyewe nimefanya kwa Farao. Nafuana njia za Roma. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Na mimi sipitii jambo hili, naenda straight kama ni. Praise God. And we to God. Maisha ya nataka kumalizana naye. Bwana apewe sifa. Because I believe. Mwana nasikiliza jenye mtumishi usema. Alisema katika madhabahu haya, kuna shamba. Katika madhabahu haya, kuna promotion. Katika madhabahu, there are so many blessings. Na wakati anatamka hivyo naamini, anza na mimi baba. Anza na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Alafu ukumbuke, kuna shetani tuliambiwa ye ako pale anakushtaki, si ni kweli? Izoneza kiusini, na pia anaweza kukufanyia sarakasi, uone what you are not supposed to see, uchanganyikiwe. Umeshakuja <laughs> kutoa fungu la kumi, na badala ya kubarikiwa uone vitu vingine yeah.

ana shida ya kwamba niko na mtoto anasoma, sababu ni kutoa tu fare. Praise God na ni body I'm telling you, taanza kuhesabu mtoto anasoma, mimi natoa tu fare, sigarami kitu kingine. Praise God. mm -hmm. Je, ni naambia milango imeanza kufunguka. Praise God na niliwaambia, wakati mtu ametoa ushuhuda anasema ame ametendwa ame, ame ndio anasema na mimi pia Bwana apewe sifa, lakini ukikaa pale waanze kunungunika na mimi na mimi, wakakwambia tumalizana, tuko pale tunakumwendea kurudisha. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa, let us go and fight for us. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati Mungu amekuchoa kwa uchafu, usirudi tena, usije ukaingiwa na kiburi ukajiona wa maana sana nimesha, nimesha, nimesha kitu. Nena, na, wambia, na, na kwa najua kama mmeshajiuliza ni kwa nini huwa ninawaambia mtu akishiba hawezi akaomba mnajiulizanga mtu akishiba umelipa rent, umelipa school fees, hauna umelipa deni na mama wa kibanda uko tu sa na umekula vizuri venye unataka, my dear friends. Sa hiyo ndio sasa mashetani nayo inakufanyia kazi usiku Bwana Yesu asifiwe, unalala nao, wanakuja sasa, wanasema yes, this is what we wanted when you see everything is okay in the spiritual realm, it is time to run. Bwana Yesu asifiwe, ni wakati wa kuinuka na kujifunga na kuomba, ni kama hautawahi omba tena. Bwana Yesu asifiwe, si wakati wa kukula, si wakati wa kufurahia na ukumbuke mti ulio na matunda vijana, ah, watapita bila kukurusha mawe. Bwana Yesu asifiwe, mawe, yeah. Mawe nayo utapokea, ukiona mawe yanarushwa, jua uko na matunda. Praise God Amen. Alafu, Like Suleiman. Songs of Songs 2.15. Ndio Mungu akukamatie mambo ya wadogo wadogo, wakati umeinuka unataka kubombea, wanatingisha mawe na, na mwakika, you don't receive any fruits. Bwana Yesu asifiwe yes unaona ya kwamba nimeenda sasa, niko lakini kitu kinato kinakukwaza hata unaacha kila kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ama nakuja tu venye unataka, hata nikienda saa tano nane ataniingiza, sio lazima niende. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu atakulazimisha kumtafuta Mungu, lakini kuna mahali utafinywa umtafute Mungu, utapararishwa, utakonda hizo nguo ambazo mkuu unavaa utazivaa na macho. Bwana Yesu asifiwe. Utabakia wa kujifunga kanga tu, manake kanga haina aina, haina style. Utajifunga hata uwe mwambamba au umenenepo utajifunga kanga. Bwana Yesu asifiwe, praise God. Mungu akitupatia wa wacha tutunze hizi baraka, tusiingiwe na kiburi, tusiingiwe na majivuno, tusiingiwe na kujikonga kifua. Ndio unaweza ukabarikiwa upate hata gari

Bwana Yesu wasikiwe, mambo yenye nimeona watu watuwakifagiliwa because ya vitu vidogo sana. Bwana Yesu wasikiwe, kwa sababu juu ya kibuti, kwa sababu ya kula na kushiba. Unaona umeweza nimekwambia, mtu wa mkate si anajua mkate, atakuachilia tena haraka haraka kwa sababu anajua mkate utaisha. Bwana Yesu wanas, kuna watu walifagiliwa mpaka kwa ndoa zao hata gani gani, Praise God, kwa sababu tu ya kitu kidogo tulichofanya. Bwana Yesu asifiwe, nawaomba tafadhali, na katika aabao hata uinuliwe, ujenge magorofa, hata huinuliwe, uwe na makampuni, uwe unamiliki nusu ya ardhi ya Kenya, Respect the man of God. Bwana Yesu asifiwe, kumbuka ulipita kwenye ulipita kwenye ule mlango ukiwa umefika mwisho ulipita, ulipita kwenye ule mlango majeneza yakikufuata, watai wakiwa wamekufinya. Leo hii umeoshwa, umengara. Usisahau nani alikuosha. Bwana Yesu asifiwe, Praise God. Usisahau nani alikushika mkono ukavuka, ukainuka, ukawa jinsi ulivyo. Bwana apewe sifa. Ungeambiwa, jivunjie unataka unaweza jivunjie. Unaweza? Mganga hajigangi. Bwana <laughs> Yesu. Hata waganga. Hawezani kujiganga, wake akiugua anapelekea mwingine. Hapo umeshipata daktari akijitibu ati anajipima prescription na anajidua, hakuna. Daktari atakwenda kwa daktari mwingine. To consult na yeye ni daktari. <laughs> Na atanyenyekea yule mwingine amtibu. Yes. Sure. Au tena pale pale bila doctor hai prescription. No prescription. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe ukija hapa, uwe wewe ni manager, uwe wewe ni CEO, uwe wewe ndio vice or whatever you are. When you come here, humble yourself like a child. Bwana asifiwe. Na usimuone mtumishi wa Mungu kwa macho ya nyama, ni macho ya nyama yanashinda. Bwana Yesu asifiwe. Respect you. Hata kama ulikuja hapo kwa mwembamba kama sindano. Leo hii hata kupita kwenye mlango wapita kwa upande wezikitaimanako, umenenepa. Mungu amekuinua. Remember. Remember. Maana ninakuambia, kumbuka mwanzo wako, kumbuka mwanzo wako ulipokuja katika birika la uponyaji. Where are you, you you, how did you look like and how are you today? Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi ya kwamba wachawi walisha, magonjwa yaliondoka, nyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Because after this life you are going somewhere. Usione tu kubarikiwa kwa dunia maisha ya dunia. Jua ya kwamba ukifa kuna mahali ambapo utaenda. Yes. Uh, utamdharaa. Wewe unajua amefanya kazi yake umemaliza. Na Mungu hatakosa kumuinua kwa sababu yako. Hata saizi mtoke nyinyi wote asalie peke yake. Sio, alimuita. Sio, alimwagia mafuta. Yes. Na you are not the one who speaking in him. Yes. Yes. Mungu anasemaga hata msipo

sisi wenyewe ndio tunajitafutia, sisi wenyewe ndio tuna... We are the causes of our problems, sio Mungu na sio nani, ni sisi wenyewe. Na ndio nasema saa zingine jiita kama mkutano yenye nafanya ni mzuri, hapa venye nilienda hivi ni vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Umeambiwa wacha kupita hii barabara, na unapita tu, hata kufanya haya mambo, unafanya unasema, pastor ameshasahau nitarudi tena huko. Bwana Yesu asifiwe na unafanya na unakaa kama yule mwanamke Suleimani alisema, unakula na unanawa na unasema sijakula. Bwana Yesu asifiwe. Unapangusa mdomo na unakuja. Tafadhali e, tusiwe majaribu katika mabadao ya Mungu, maana wakati bingu yako itafungwa na ikae kama chuma, my dear friend, itakuwa ni kazi. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi ana atia atakuombea, lakini you will not receive anything You won't receive anything. Cause you know what you are doing. Na unakuja ukifanya tu a holy dance. Wani una you know, kutoka hapa naenda kuingia kwa matope. Bwana Yesu asifiwe. Sitakuja hapa. Na niko wa wa na wamewaamini wa asubuhi na wajioni. Bwana Yesu asifiwe. Eh, kuna nyakono doa zaidi ya moja. Bwana apewe sifa. Nikikukwaza unishame. Sijamulika. Mimi sina majakumu milika. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Amen. Uko Where are you praise God. Na unataka Mungu akuchetee, na unataka Mungu akufungulie milango, na unataka Mungu akubariki. How will God bless you? Na uko hapa, nataka mume na umemwacha kwa nyumba hey! <laughs> <Vanessa wasifio. laughs> unataka Mungu akwende naye. Bwana Yesu asifiwe, amen. Unajua hakuna venye utakuja useme unataka na chenye unataka bado uko nacho. Don't confuse God. Praise God. Wala mwenyewe kaa jua kile ambacho unakitaka. Bwana Yesu asifiwe. Hizi vitu vidogo vidogo tunazopuuza. Mambo tuliyoyafanya kwa siri na tumebana tu kwa hapa nimeokoka. Hakuna mwenye utaokoka na kuna kitu ulifanya na hujatubu na hujagonga hiyo dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna zingine itakubidi utoe. Mambo uliyoyafanya kitambo bado yatakukalia. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ambayo ulifanya katika ujana wako na ujangama yatakufuata. Bwana apewe sifa yatakuwa kizuizi. Unaweza kutana na kidada, ni dada unataka kuolewa, umepatana na kijana hakujui na ajui, unamwambia tapetu watoto walikufa na wako Siku yako hivyo. Mimi in fact I'm an orphan, hata sijui naitwa Kagore ama naitwa nani. Wala Yesu asifiwe, ubadilishi hata jina lakini, ngozi ya mwanadamu kama wewe ni mweusi, utabakia kuwa mweusi. Bwana Yesu asifiwe. Utabadilisha je? Lakini je, ulio yatenda yatabadilika? Na ndio maana na mwingine tumwambia twende kwenda na kwamba mimi sina kwetu. Kwetu watu wote walikufa. Wa Bwana Yesu asifiwe. Alafu siku moja mmetembea town nasikia, hey, ndio eh bale. Unajifanya si wewe lakini kuna kwanga na that impact. Maanake hilo ndilo jina lako ulilozaliwa nalo. Hata ujibandike majina elfu lela ulela. ulela. Jina lako livi na ukifa lazima utageuka. Bwana Yesu asifiwe. yeah. Na hapo sasa ndio unaanza kusikia na alikuwa anaitwa nani? Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Hautajificha yeah. Milele na uwezi ukajificha Mungu, hata uende wapi. Daudi akasema hata uende chini ya bahari, Mungu yuko huko. Bwana Yesu asifiwe, yeah. Chochote unachokifanya fanya ukiogopa Mungu Usiogope mwanadamu mwenzako, Bwana apewe sifa. Bwana wa mabwana wabariki na watelea hiyo mema.